Shilingi mm -hmm. sabini. Mbona ukanunua ya shilingi ishirini yeah, alafu baadaye utumie mamilioni no. Na uwache ya shilingi sabini mm -hmm. ambayo haitakupa madhara yoyote, no, no. Hey, so naona naona vitu vingine, sisi wenyewe, si wenyewe, tukiamua tunaweza ishi bila plastiki. Naam. na kwa ule upande wa hospitali ambako nimekwambia, mm. nimekwambia kuwa tunaweza tuna, hatuwezi ishi bila plastiki Atu... pia nataka ni nataka nijirekebishe kiasi hapo, mm. si kujirekebisha bali, nataka nikupe ufafanuo kiasi, mm. nikisema hatuwezi at, ishi bila plastiki kwa upande wa hospitalini, ukiangalia, ukiangalia vile vitu vingi vyenye hutumika mm. katika sekta hiyo ya matibabu, vitu vingi venye utumika avitupi kiole la olela ovyo ovyo. Utatembea wewe hapo, upatane na sirenji, upatane na ile chupa ya drip ya maji, upatane na hivyo vitu venye wanatumia kule. Obvious, kuna mahali kwenye vinapelekwa, kuna mahali kwenye vinapelekwa alafu wanajua kuvi mm -hmm, handle mm -hmm, si kama wewe venye ukinywa maji unarusha kila mahali. Wanajua kuvi handle, hata hizo sindano, kila kitu, kuna mahali kwenye vinaekwa, so naona sasa tungesema mm, tungesema pia wao wafanye kama venye tunafanya sisi. Ukinywa uki maji unarusha chupa, ukila peremende unarusha kijiti, na wao wakimaliza na hiyo drip ya maji wanarusha barabarani, wakimaliza na hiyo syringe ya sindano wanarusha barabarani, hey, wakimaliza na dawa wanarusha barabarani. Unafikiri sasa hii kungekuwa kuna kuna kaaje? Kwa sababu pale hospitali ni watu wengi wanaingia na kutoka mm, mm, unaona. So, wagonjwa wengi wanaingia na kutoka so, unaona so au wanajua jinsi ya, kuzi, ya kujipanga na jinsi ya kuzihandle hizi plastiki ndio maana uzione ovyo ovyo. Na, msikilizaji, ni kukumbusha jambo moja kwa tunaposema, tupeni taka, hatusemi zitoweke. Plastiki haikufi haifi, yani. Na inasafiri, inajificha, na hatimaye inarudi kwetu kwa njia ya chakula, maji na hewa. Nilivyokwambia, samaki wanakula plastiki na tunapoandaa unasema ni fresh from the lake wejua unakula, una, chembe unakula, chembe chembe unakula chembe chembe. Jambo lingine pia, wanyama wetu ng'ombe, mbuzi, miwa hata sezingine na wahurumia, manake wanakula plastiki nyingi sana.